Karibu katika Smax Films. Alioa mwanamke mkubwa kwa ajili ya pesa zake, kisha hili likamtokea. Madam Wabini alijigemea nyuma na mtazamo wake wa miaka mingi iliyopita. Baba yako na mimi tulikuwa washirika si tu katika biashara, bali pia katika maisha Tulijenga kila kitu nachokiona hapa pamoja, lakini tulikuwa na mawazo tofauti kuhusu jinsi ya kusonga mbele. Alitaka kujenga polepole pole, kwa uaminifu; mimi nilitaka kukua haraka bila kujali gharama. Mwishowe tulienda njia zetu tofauti. Akili ya Kunle ilikimbia ikijaribu kufikiria alichokuwa akisikiliza, lakini hakuwa ananiambia kuhusu wewe. aliaga dunia nilipokuwa mtoto. maadamu Abini alitikisa kichwa. Hakunisamehe kwa maamuzi niliyofanya lakini, nilipojua kuhusu wewe, nikaona fursa ya kurekebisha makosa yangu. Ndo maana nikachagua Kunle. Wewe ni mwanawe na ninaamini unaweza kuendeleza ulisi wa baba yako. naweza kuanza bila kufanya makosa niliyoyafanya. Kunla alijisikia mchanganyiko wa hisia, mshangao, hasira na hali ya ajabu ya uwazi. Kwa nini hukuniambia hili kabla? Kwa sababu nilihitaji kuona kama uko tayari, Madam Abini alisema kwa uthabiti, na sasa naamini uko tayari. Kunla alitumia siku nzima akitafakari kile alichojifunza maisha yake yote yalikuwa yamejengwa na kutokuwepo kwa baba yake, na sasa alikuwa akiomba kuchukua jukumu ambalo hakujua nini lilikuwa likiendelea. Jioni hiyo alikabiliana na madam wabini bustanini. Ikiwa nitachukua urithi huu, alisema, nahitaji kufanya hivyo kwa njia yangu. Hakuna mkato, hakuna usaliti sitarejea makosa uliyoyafanya. Madamu Abini alicheka kidogo. Hicho <laughs> ndicho nilichotaka kusikia. Asubuhi iliyofuata, Madamu Abini alimpa kule kazi yake yenye changamoto zaidi. Huko karibu kuna kijiji kinachokumbwa na shida, alieleza. Ni mojawapo ya maeneo ambayo baba yako na mimi tulijaribu kusaidia zamani sana. Nataka uende huko kutathmini mahitaji yao na kuja na mpango wa kuwaunga mkono. Kunle alishtuka, wasaidia vipi? Hiyo ni kwako kuamua, alijibu. Sio tu kuhusu biashara, ni kuhusu uongozi na wajibu. Kunle aliondoka kuelekea kijijini huko akiwa na azma ya kuthibitisha kuwa anastahili. Alipofika aliguswa na kiwango cha umaskini na shida. Watu walimkaribisha kwa joto, lakini macho yao yalikuwa na huzuni yaliyovunja ukimya sana. Alitumia siku akizungumza wa na wakazi wa kijiji, akijua kuhusu rasilimali dhamada Mwabini kufadhili mafunzo na kilimo na kutoa dhana zitakazowasaidia kijiji kuwa na uwezo wa kujitegemea. Aliporudi kwenye jumba la Madam Mwabini alionyesha mpango wake kwa jasiri: badala ya kuwapa pesa tu, tunaweza kuwapa nguvu ya kujenga mustakabali wao wenyewe, ndivyo baba yangu alivyokuwa akitaka. Madam Mwabini alisikiliza kwa makini, kisha akatikisa kichwa. Umeonyesha kuwa uko tayari kunle maamuzi uliyoyafanya yanaonyesha mtu uliyekuwa umejipatia haki ya kuendeleza ulisi huu. Kunle aliguswa na fahari, lakini pia alijisikia mzigo wa wajibu. Alijua kuwa hili lilikuwa ni mwanzo tu wa safari kubwa zaidi. Kunle alisimama kwenye kizingiti cha sura mpya katika maisha yake akiwa na idhini ya mara Mwambili na mpango wake wa kijiji kilichokumbwa na shida. Lakini kama alivyogundua hivi karibuni, njia ya uongozi ilikuwa imejaa shida, vikwazo Asubuhi baada ya kuonyesha mpango wake, Kuna alikumbana na Madamu Wabini. Sura yake ilionyesha wasiwasi. Kuna alianza kusema, baadhi ya washirika wa biashara wa Madamu wabini hawafurahii maamuzi yako, Madamu Wabini alisema. Wanafikiri bado ni mdogo na huna uzoefu wa kuchukua jukumu hili. Kuna alikunja uso, wanatarajia nifanye nini? Kupuuza mahitaji ya kijiji? Mama yake alieleza hawajali kuhusu kijiji, wanajali kuhusu faida. Utahitaji kusimama imara ikiwa unataka kufanya hili kufanikiwa. Kunle alialikwa kwenye mkutano wa wakua, wa na washirika wakuu wa biashara wa Madam Wabini, kundi la wanaume na wanawake wa umri mkubwa ambao walikuwa na mchango mkubwa katika kujenga himaya yake. Chief Koe alikuwa miongoni mwao, macho yake yenye makari yalimtazama kunle akianza. Chief Koe Tumekusikia kuhusu mpango wako kwa kijiji. Ingawa ni kwa kuvutia, sio wa vitendo. Kuwasaidia kutachukua rasilimali ambazo zingetumika kwa miradi yenye faida zaidi. Kule alijibu na mtazamo wake akikataa kukubali kushindwa, rasilimali ni yetu, na yeye alikubali mpango huu. Sio tu kuhusu faida, ni kuhusu kujenga mustakabali endelevu kwa watu wanaohitaji zaidi. Mwanamke mmoja aitwaye Madam B ambaye alimaarufu kama B Adisa kwa lugha yake kali na mtindo wake wa kutojali alijivuta mbele na kusema, tuna garanti gani kuwa mpango huu utafaulu? Ikiwa utashindwa, utachafua jina la Madam Mabini. Kuna alichukua pumzi ndefu, akijitayarisha. Hakuna gharama, lakini ikiwa hatujajaribu utajihadhirisha kupoteza kitu muhimu zaidi kuliko fedha. Ni kuhusu urithi, sio tu biashara. Chumba kilikuwa kimya. Chifoko alicheka kidogo <laughs> lakini hakutabasamu kwa dhati. Unajivunia kijana, tuombee tu kwamba mpango wako utashinda, kwa ajili yako, kwa izini isiyotaka taka ya washirika wa biashara kule. Akaanza kazi alirudi kijijini akiwa na timu ya wataalamu wa kilimo na fedha na kuanzisha mradi kwa wakazi wa kijiji. Walikuwa na mashaka mwanzoni, lakini azma ya Kunle iliwashinda. Siku zikageuka kuwa wiki kadhaa, kijiji kilianza kubadilika. Mashamba ambayo yalikuwa yamejaa ukame sasa yalijaa madhao. Wanawake na wanaume walihudhuria semina za kilimo endelevu na roho ya jamii ilikuwa kila siku. Kunle alifanya kazi kando na wakazi wa kijiji, akijijengea imani na heshima. Alijikuta akiguswa na uthabiti wao na azma yao. Hata ilipokuwa inaonekana mambo hayaendi vizuri, Kunle alipokea habari za kusikitisha. Mshindani wa Madamu Abini, Bwana Bijo, alisikika kuhusu mradi na alikuwa anaeneza uvumi kwamba ni udanganyifu, yani mradi wa Kunle ulikuwa wa udanganyifu. Bwana Bijo alifanya uhamisaji wa, wa fedha kutoka kwa imaya yake. Uvumi ulianza kuwafikia washirika wa, wa biashara wake na kuzua mashaka yao. Alikabiliana na maadamu wa Beni kuhusu hilo. Bwana Bijo anajaribu kuharibu mradi wetu, alisema kwa hasira. Tunaweza kufanya nini? Uso wa madam abini ulionyesha utulivu lakini halikuwa mkali. Lazima ushughulikie hili Kunle, onyesha kuwa kila mmoja kwa mpango wako unafanya kazi, matendo yanazungumza kuliko maneno. Kunle alijua kuwa hii ilikuwa ni jaribio lingine la uongozi wake. Kunle alipanga mkutano na bwana Bijo akiwa na nia ya kumaliza uvumi huo mshindani wa kibiashara alikuwa mtu mwerevu sana mwenye akili nyingi ambaye aliishi kwa machafuko. Kunle, alisema Bwana Bijo akicheka kidogo walipokutana katika ofisi yake yenye fahari. Nimesikia mengi kuhusu mradi wako mdogo, ni wakupigiwa mfano. Nitakubali hiyo, lakini si kila wakati ubunifu unaleta mafanikio. Kunle ya kujibu Siko hapa kubishana na wewe bwana Bijoo, niko hapa kuuliza kwa nini unajaribu kuharibu kile kinachowasaidia watu. Bwana Bijoo alicheka. Kuwasaidia <laughs> watu au kujisaidia mwenyewe? Wewe ni kijana mwepesi. Dunia hii haishangilii nia nzuri, inashangilia nguvu. Kisha wacha matendo yangu yazungumze kwa ajili yangu Alijibu kwa thabiti ikiwa mradi utafanikiwa utakuwa na budi ila kukubali kuwa ulikosea. Mbele ya mwezi mmoja kunle alijikubaliana kufanya jitihada kubwa kuhakikisha mradi unafanikiwa. Wakazi wa kijiji walikusanyika nyuma yake wakishukuru kwa fursa alizozileta. Polepole uvumi ulianza kupungua kadri matukio yalivyokuwa wazi. Siku moja washirika wa biashara wa madam Mabini walitembelea kijiji ili kuona maendeleo kwa macho yao. Chifo huko, ambaye alikuwa miongoni mwa wakosoaji wakuu wa Kunle, alikuwa wa kwanza kusema, umenithibitishia kinyume. Kunle alisema kwa pole, hii ni kazi ya kupigwa mfano. Biadisa alikubali, umeonyesha uwezo kwetu kuwa utajiri sio tu kuhusu pesa, ni kuhusu athari. Vizuri sana umefanya. Kuna alijisikia mkondo wa faraja na fahari. Alikuwa sio tu ameweza kupata heshima yao, bali pia ameimarisha nafasi yake katika urithi wa Madam Wabini. Madam Wabini alijiegemea nyuma na mtazamo wake miaka mingi iliyopita, kuna akikumbuka maneno yale aliyoyasema hapo nyuma, baba yako na mimi tulikuwa washirika si tu katika biashara, bali pia katika maisha tulijenga kila kitu nachokiona hapa pamoja, lakini tulikuwa na mawazo tofauti kuhusu jinsi ya kusonga mbele. Alitaka kujenga pole pole kwa uaminifu, mimi nilitaka kukua haraka bila kujali gharama, mwishowe tulienda njia zetu tofauti. Kuna alitikisa kichwa, akihisi furaha juu ya maneno yale, akiona kweli ulikuwa ni mustakabali mkubwa. Hakuwa akijua safari ilikuwa ndefu na ya changamoto, lakini kuwa alikuwa anafahamu kile mada mabini alikuwa akimfundisha muda wote, kumbe aliona makamilisho ya mafanikio.